Na mtazamaji, haya ya kijiri, Rais Samia Suluhu wa Tanzania sasa ametaka mazungumzo na upinzani wa taifa hilo baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata na ghasia. Na wito huu ukitolewa siku moja tu baada ya kukamatwa kwa katibu mkuu wa chama cha upinzani cha CHADEMA Amani Golugwa kwenye msako wa kuwatafuta washukiwa wa ghasia za baada ya uchaguzi. Mimi Samia Suluhu Hassan.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 Msimamo wa punde ukionekana tofauti na hali ilivyokuwa kabla ya uchaguzi uliokumbwa na ghasia, usiri na ukosoaji mkubwa wa wachunguzi wa uchaguzi. Serikali ya Tanzania sasa ikionekana kutaka kuwavutia wawekezaji na kurejesha imani kwa walimwengu. Rais Samia Suluhu Hassan amenituma, ni wahakikishieni kwamba nchi yetu ni salama natulivu, na tulivu na iko tayari kupokea wageni wa aina mbalimbali kutoka duniani kote kwa mafanikio ya nchi zetu zote. Taarifa hii iliyosomwa kwa niaba yake ikionekana na uzito wa kutaka kurejesha sura ya taifa lililokuwa limeaminika kuwa lenye usalama mkubwa wa kisiasa. Lakini pia nawashukuru viongozi waliotangulia kuzungumza kabla yangu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 kuwa huru na haki.